Eh, mwanangu. Au hey, mwanamuashiki ana matatizo. Matatizo gani? Damu zinatoka puani na mdomoni. Damu zinatoka puani na mdomoni? Ndio. A, mwanangu, mwanangu jao, mwanangu unaweka jiko ndani hata kuniambia mimi hapa, my friend. Vitu vingine vinakuwa kama dharura na kama unavyoona, au mwezi Ramadhani, nikaona kunipikia iftari hakuna, nikaona nivute jiko ndani eh, ili liwe linapika chakula. Zarura gani, mwanangu? Yaani zarura kwenye jambo la kuoa. Unafaa kupanga mwezi fulani tutaoa. Ungeniambia mimi my friend, ami kilichoniuma sana ubweche <laughs> nataka kusema? Maswala ya ndiye ndiye basi, siutake kuoa, mandevu yanatoka kibao eh. Lakini kuoa. Sikia? uoe eh. Mimi kilichoniuma ni kukosa ubweche <laughs> ah. Kwa hiyo ndugu yangu, nataka kusema hiko ndio kimekuuma. Ndio, alafu tena unajua nini? Sema hamna shida. Najua utakufa hivi karibuni. Unajua? Sof kwa <laughs> sababu hiyo Mashaallah. Kwa hiyo kwa makini. Nataka kusema nikifa nala. Kwa sababu umekosa mchelewa nani wa harusi, unataka mchelewa msiba. Ndugu yangu. Hmm. Mwanamke lazima, kwanza kitu cha kwanza lazima niwe makini naye kwa sababu mimi namuongoza yeye. Eh yule. Unaongea unaongea na na mimi sasa usikia, yani yule mwanamke ni mzuri sana, kwa hiyo naomba uwe makini, kwa sababu mimi najua, yani ubwabwa huu hivi karibu lazima ni yule. Kwa sababu ubwabwa wa harusi nimeukosa ila ubwabwa wa kufa huu. Sema, Twende basi. nini unajua hiyo.

Nataka unionyeshe ulipokwenda kufanya kazi hii. Nataka unionyeshe ulipokwenda kufanya kazi hii. Mimi sio kumchezea. Mimi sio kumchezea. Nataka unionyeshe ulipokwenda kumfanya mtoto wako na hii. Siwezi kuelewa. Wewe ndio ulifanya ujinga huu. Nasikia pamoja na mganga wako. Mapenzi wangu. Fanya kazi hii. Mimi sio kumchezea. Umenielewa? <tipa> Ajam kalaa, umesikia mwanangu, siwe na wasiwasi. Njoo kama kwa mwanangu sasa hivi. Okoa mtoto wangu sasa hivi. Chukua dawa hapa huyu, chukua dawa hapa huyu. Chukua dawa hapa huyu, chukua dawa hapa huyu. Fanya raka tena tena, nitakuua sasa hivi.

Mimi sio kunichezea, Mwelewa kijana, mimi sio kunichezea. Wewe ukinifanyia masiala mimi nitakuondoa wewe pamoja na yule mganga wako. Nitakuondoa <coughs> dakika mbili tu pamoja na yule mganga wako. Sio kunichezea. Unijui ni kutoka. Mzee <coughs> wangu. Shaaisiskie mama bunasilawi, kuna nini? Uko salama. Uligongwa na gari tu, bahati mbaya. Uligongwa na gari, sindio? Mama iro, uko salama ubwa inataka nibaki na dada, nataka kubaki na dada. Ili umwangalie, unampenda dada yako sana? Haya, baki na dada yako, mimi naondoka. E, takuja kesho, nitakuja kuwaona umesikia? Haya mwanangu, baki na mdogo wako. Haya, mimi naondoka, mbaki salama, umesikia?

kukwambia pale ni jamaa yetu nani nan, si huyu mwamba, sasa hivi kavuta jiko mm. Jiko ehe, jikokao sasa hivi ameamua ku... Yani unaongea kwa kodi kodi, eh, yani kodi vipi vipya, kodi hizo yani jiko simke mimi kadhani kodi za wewe na wapangaji wanangu yo nayo nazingua, yaani nanipa kodi juu ya kodi ah, yani za wapangaji um, nyumba imetolea wapi? Eh, ndio hivyo bwana. Jiko gani? Jiko e alopata. But... sio kwamba ni baya ila sasa alipoingia yes ni chakabofu. Sasa. Ah. Mbaya lakini kama wana ni sha kila kila kila. Eh, eh, mjomba wake hivi? Huyo huyo huyo baba. Mjombake hivi. Sema sasa, sijakataa, sema alichofanya sio jambo la ungwana kabisa, yani kuto kuniita mimi kwenye sherehe yake kusherehesha, niwe kama MC ameniuma sana. Sasa pale alipooa mzee hivi. Ah, ah, kama sanaliaahv kodi tena tena? mzee wa kodi. Na hizo kodi hizo nazo za pangaji. Ah, wewe unajua tena? Mwanangu, sasa mimi sema, hamna shida kwa sababu yeye yupo kwenye msururu ambao wanaoenda wana kufa. Kwa hiyo tutakula bobo hamna shida. Ah, ah, yeah. Eh. Maisha mtu anapitia. Yeah. Akianza baridi mita zibanda, um, ana roho ana. Sema mwanangu, mwana. Wewe Nimekupa nimekupombea huo mm. ila hata kununulia andazi mate yamekauka kaka, mm. asante kwa umbea wako, lakini pesa kuna mandazi mimi sina. Unajimgua basi ngoja nikusaidie mimi kitu ambacho nakulipa. Mhm. Mm, Unaona hii mm. Bua. Vioo vyako umevitundika pale nje umeviacha, vimeshaloa sasa hivi.

Ndugu yangu, mbona kama chizi? Chizi wapi! Unajua, msimu ujao nataka nikijiunge pale Dar es Salaam Yanga. Kwa miguu hiyo ujiunge Yanga? Ah, sawa, hamna shida, ila hujui kama mimi nina kipaji. Mimi na kipaji kubwa. Nimekutana na yule kocha pale, tumeelewana vizuri. Ila sasa vipi, mbona hapo kwenye mti Wadi omu mwanangu mgoja mwanangu. Umehewe kwa hapa? Ala mgoja, mgoja ujia mzani la, laeli. <coughs> Kone watakuingiza ndani chumu? Akanioe bwana, unajua Mwajwa mtukufu mtukufu. <coughs> na mpata ya sini sa, sa. Ila, ndugu yako huyu ndugu <coughs> yako atakufanya kitu kibaya kwa mtoto wa watu. Kufanyaje? Cheta kumtua kafala mwuzie. Kafala? Na maana anataka awe tajiri na yeye. Umo, umo baba. Duh. Sasa isingekuwa isingekuwa mjomba wake Manzube. Hey, nye, nye, nye. Sasa hivi hapa tulikuwa tunasikia wanasemaje, wanaimbaji zile nyimbo zao, atupo naye tena. Umo, umo ah, mambo kwenye video. Ndugu yangu hayo umejuaje mambo hayo

Aida. Da. Ah, maskini, nataka kuoa. Au. Oh. Bado dunia ah, inatisha. Sio mchezo. Mia. Sema inatisha. Ah. Basi sawa. Acha mimi niende hivi. Na ingekuwa kwamba ni usiku, ningekwambia ndugu wangu, twende hivi, utaumwa malaria. Ah, mimi na kaza wewe, singeenda huko. Ila ah, ah, kwa sasa hivi wewe kaa hapo. Ah, mimi siogopi mwanangu. Gogopi? Siogopi. Nimejipanga kwetu bwana. Ah, mimi najipanga mimi nitakulanga ah, mimi najipanga bwana. Wewe unkulanga? Eh.

Hey, ah, ah. Ye yeah, shida nini? Mbona naona umesinyasinya, unawaza nini Mzee wangu? Ina changamoto kubwa sana katika ndoa yangu. ndoa ipi hiyo? ya zamani au ndii ndoa ya juzi tumefunga hapo? ndoa hii ya juzi. shida tena, changamoto sio kwa mwanamke, ni kwa nani sasa? changamoto ipo kwa mjomba wake yule Man Zube. Man Zube? mm. Manzube huyu naye mfahamu? Huyu aliyepita na demu wangu juzi kwa njia za ujanja za upepo. Upepo kapita na demu wako? Manzube sio mtu mzuri, yaani Manzube inaonekana kabisa ni mchawi. Ndio umejua leo, umjui vizuri Manzube, wewe ni hatari, kwa Kiingereza ni denja danger. danger. Hmm. Sasa mzee wangu, hapo utanisaidia sasa wewe ni jasiri yeah. uhakika ama maneno tu ya kawaida unajiweza mzee wangu unajiweza sasa unaweza ukawa na hela kidogo hapo kama hamsini ama elfu sabini ah hela kwangu sio kitu kigumu hela unayo sasa basi tunatakiwa tutengeneze njama